Itakapofikia tarehe saba ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano rais wa Urusi bwana Vladimir Putin atakuwa anatimiza miaka ishirini na tano net ya kukaa madarakani kama rais wa Urusi, ambapo atakuwa ndiye kiongozi aliyekaa muda mrefu zaidi madarakani, akihudumu kwa muda wa miaka ishirini na tano mfululizo, huku akileta mapinduzi makubwa sana katika taifa la Urusi, lakini pia mapinduzi hayo ni katika nyanja ya uchumi, nyanja ya kijeshi, nyanja za kiteknolojia, nyanja ya kidiplomasia, mahusiano pamoja na maeneo mengine. Sasa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, pamoja na mambo mengine, amezungumza kuhusiana na kile ambacho anakiona pale nchini Ukraini, hasa katika mgogoro ambao ulianza pale mwaka 2022 ambapo amesema kwamba silaha za nyuklia hazitahitajika nchini Ukraine. Na amesema maneno hayo katika uh, video ambayo imechapishwa kwenye uh, television ya taifa ya pale Urusi siku ya Jumapili akisema, uh, kwamba haoni sababu za kutumia silaha za nyuklia kuishambulia Ukraine, kwa sababu Urusi wana kila aina ya nyenzo ambayo inahitajika kupata ushindi pale nchini Ukraine na sio kwa kutumia silaha za nyuklia. Rais Putin amesema kuwa haja ya kutumia silaha za nyuklia nchini Ukraine haikuwa imetokea na anatumai kwamba jambo hilo halitatokea. Katika maoni hayo ambayo yamechapishwa kuhusu robo karne madarakani, Putin amesema Urusi ina nguvu na njia za kuleta mzozo wa Ukraine kwenye hitimisho la kimkakati. Akijibu swali kuhusu mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Urusi, Putin amesema hakujawa na haja ya kutumia silaha hizo za nyuklia ambazo zinahitajika, na ninatumai jambo hili halitafanyika. Anasema tuna nguvu za kutosha na mbinu za kuleta kile ambacho kilianzishwa mwaka 2022 kwa hitimisho la kimantiki na matokeo ambayo Urusi inayataka. Ifahamike, rais wa Urusi Vladimir Putin alitia sain toleo ambalo limeboreshwa la fundisho la nyuklia la Urusi mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ilikuwa ni mwezi Novemba, akielezea mazingira ambayo yanamruhusu kutumia ghala la atomiki la Moscow ambalo ni ghala kubwa zaidi kuliko ghala lolote lile la silaha za nyuklia au atomiki duniani. Rais Putin amesema katika hotuba yake hiyo, akisema kwamba Ukraine inafaa Kushambuliwa tu kwa silaha za kawaida lakini sio kwa kutumia silaha za nyuklia. Putin aliulizwa na mwandishi wa habari kuhusu hatari ya kuongezeka kwa nyuklia kutokana na vita vya Ukraine. Bwana Vladimir Putin, hili swali kalijibu vizuri sana, anasema walitaka kutukasirisha ili tufanye makosa, Putin alisema akizungumza, um, akisema kwamba hakujawa na haja ya kutumia silaha hizo na ninatumai hazitahitajika tuna nguvu ya kutosha na mbinu za kuleta kile ambacho kimeanzishwa, uh, katika hitimisho la mapambano ifahamike. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa kwenye wiki za hivi karibuni, amesema kwamba amegadhabika na kushindwa kwa Moscow na Kiev kufikia makubaliano ya kumaliza vita, ingawa Kremlin inasema kuwa mazungumzo hayo ni magumu sana, kwa sababu wanahitajika kuweza uh, kujihakikishia kwamba wamefanikisha kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, viongozi wa Ulaya magharibi waliutaja uvamizi huo kama unyakuzi wa ardhi kwa mtindo wa kifalme na kuwapa mara kwa mara kwamba wataisaidia Ukraine kuhakikisha inaishinda Urusi, ambao wanadhibiti takribani theluthi moja ya taifa la Ukraine. Sasa Putin ameonyesha uh, kwamba vita hivyo ni vita ambavyo uh, vipo katika kipindi kigumu tangu mahusiano ya Moscow na nchi za magharibi ambayo anasema ilimdhalilisha Urusi baada ya ukuta wa Berlini kuanguka mwaka 89 na kupanua ule muungano wa NATO na kuingilia kile ambacho uh, Urusi inasema ni jambo ambalo wao hawatakubali. Uh, bwana Vladimir Putin anasema nchi haikuwa tayari kwa makabiliano ya mbele kama hayo na jumuia nzima za magharibi, akidai pia kwamba Urusi ilikuwa inatafuta kwa dhati kutatua tatizo la Donbas kwa njia za amani, lakini walishindwa. Aa, lakini pia amesema Urusi haikuanzisha uvamizi kamili nchini Ukraine kama vile ambavyo wao wanasema, bali hii ni operesheni maalum ya kijeshi. Na hiyo operesheni maalum ya kijeshi ni kama ile ile tu ambayo ilifanyika wakati wanaitwa ile rasi ya Krimea mwaka 2014. Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky yeye amezungumza akasema, usitishaji mapigano unawezekana hata kuanzia leo ikiwa Moscow ina nia ya dhati ya kumaliza mgogoro huo. Rais wa Ukraine akizungumza kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Czech anaitwa Patre Pavel. Zelensky alibainisha kwamba Urusi imepuuza pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kikamilifu kwa siku 54 na kuishukuru Jamhuri ya Czech kwa kuunga mkono wito wa Ukraine wa kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30. Anasema Putin ana hamu sana ya kuonesha mizinga yake kwenye gwaride siku ya ushindi, Zelensky amesema, lakini anapaswa kufikilia kumaliza vita vyake. Zelensky tena ameonyesha mashaka makubwa juu ya pendekezo la Urusi la kusitisha mapigano kwa saa 72 nchini Ukraine kuadhimisha siku ya ushindi katika vita ya pili ya dunia, akisema Moscow inaendelea kuzindua mamia ya mashambulio licha ya kuashiria hadharani nia ya makubaliano ya kumaliza mgogoro. Anasema hata wakati wa Pasaka Licha ya ahadi, ikiwa ni pamoja na Marekani, Urusi ilifanya mashambulizi zaidi ya mia moja, Zelensky alisema, akimaanisha mashambulizi ya Urusi wakati wa usitishaji mapigano wa saa thelathini wakati wa Pasaka ambao ulitangazwa kwa upande wa Urusi. Zelensky ametoa wito wa mara kwa mara wa kusitishwa kwa mapigano zaidi ya siku thelathini ili kuweza kutafuta amani na anaiomba Marekani iweze kuingilia katika eneo hilo ili waweze kumaliza huo mgogoro. Zelenski pia amemshukuru Pavel kwa msaada wa kijeshi kwa kusema Ukraine inatarajia kupokea makombora milioni 1.8 kwa mwaka 2025 kama sehemu ya mpango unaoongozwa na na Jamhuri ya Cheki kusambaza msaada wa kijeshi kwa Kiev. Mpango huo ambao ulizinduliwa mwaka 2024 na kuungwa mkono na washirika wa NATO uliipatia Ukraine na risasi milioni 1.5 mwaka 2024. Zelenski pia amesema alikuwa amejadiliana na Pavel hatua ambazo zinafuata katika maendeleo ya muungano wa Ukraine pamoja na Czech, hasa katika sekta ya anga, yaani kuundwa au kutafutwa kwa shule maalum ambayo itakuwa inatoa mafunzo ya utumiaji wa ndege za kivita kizazi cha kumi na sita. Mashambulizi ya Ukraine hasa katika maeneo ya Urusi yamekuwa yakikumbana na vikwazo vikubwa sana kutokana na uwezo wa ulinzi wa anga wa Urusi ambao wameukita katika maeneo mbali mbali. kwa hiyo wakati tunazungumza hivyo, tumeona pia rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ameonyesha jeuri nyingine kwamba wao, wakati rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ametangaza hiyo siku ya tarehe nane, tisa, kumi, kwamba zitakuwa ni siku ambazo hapatakii kufanyika mashambulizi ya aina yeyote ile. Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amejibu kauli hiyo akisema we are not an insurance company to guarantee the safety of Russians and their guests on May 9. Nafafanua. Anasema sisi siyo kampuni ya bima ya kuwahakikishia usalama raia wa Urusi pamoja na wageni wao ambao wataingia Urusi hiyo tarehe tisa mwezi Mei. Akasema, our position is very simple to all countries that went or are going on May we cannot be responsible for what is happening on the territory of Russian Federation they provide you with security and therefore we will not give you any guarantee. Yani Rais wa Ukraine anasema kwamba nafasi ya Ukraine iko wazi kabisa kwa mtu yeyote ambaye anataka kuhudhuria katika taifa la Urusi siku ya ushindi. Akasema sisi hatuwezi kuwa tayari kulinda mipaka ya Urusi au kuwalinda watu wa Urusi. Wanatakiwa wawape ulinzi na kuhakikisha kwamba mna ulinzi kwa asilimia mia moja na hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa ukraine bwana volodimir zelenski akitaka kumaanisha kwamba siku ya tarehe tisa yeye atafanya mashambulizi licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda huo wa saa sabini na mbili na ifahamike huko nchini urusi hiyo tarehe tisa kutakuwa kuna mkusanyiko wa viongozi wengi sana tumeona tayari rais wa china bwana shi jinping ametangaza kwamba ataanza ziara yake pale Urusi tarehe saba na atamaliza ziara yake tarehe kumi ya mwezi wa tano na kuanzia tarehe saba mpaka tarehe kumi ndiyo siku ambazo kutakuwa kuna Uh hizo uh, Victory Day kwa kutimiza miaka 80 of Victory Day pale nchini Urusi. Sasa Bwana Volodymyr Zelensky anasema jukumu la Urusi kuwalinda wale wageni watakaofika katika taifa hilo ni la kwao, bali sio jukumu la Ukraine, kwamba wao sio bima ya m, afya, yani wao sio bima kabisa ya kuwapa ulinzi. Si kama umeelewa hiyo logic ya Bwana Volodymyr Zelensky. Anyway, ngoja tuone Warusi wenyewe watazungumza nini. Baada ya hiyo kiburi ambacho kimezungumzwa na Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky kuhusiana na garanti ya ulinzi katika hiyo siku ya Victory Day. Lakini niweke nukta sasa hapa kuhusiana na hiyo miaka ishirini na tano ya, ya, ya Rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ambao anatarajiwa kuifunga tarehe saba ya mwezi huu wa tano ambapo Rais Putin na mkuu wa Kremlin ambaye atakuwa amehudumu kwa muda mrefu zaidi madarakani tangu alipotoka uh, yule Joseph Stalin alisema kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao anaamini katika namna ambavyo taifa linaenda. Na Putin ambaye ni luteni kanali wa zamani wa KGB ambaye alikabidhiwa urais siku ya mwisho ya mwaka 1999 na, na Boris Yeltsin aliwahi kuwa rais kutoka 99 hadi 2008 waziri mkuu 2012 na tena kama rais kuanzia mwaka 2012 na kumi na mbili kwa hiyo Putin anakaa madarakani kwa kipindi cha miaka ishirini na tano sasa kwenye hiyo miaka ishirini na tano amefanya mambo mengi sana anasema siku zote huwa anafikiria juu ya urusi alisema kama anafikiria kuhusu mfululizo wa kutengeneza filamu za televisheni ya serikali kuhusu robo karne ya putin katika kiong kama kiongozi mkuu wa urusi ambaye amekaa kwa muda wa miaka 25 anasema mwishowe chaguo ni kwa watu na kwa watu wa urusi putin alisema nadhani tunapaswa kuwa na mtu au tuseme watu kadhaa ili watu wawe na chaguo